Aya inayofuata inasema ya ayuhal ladhina amanu, enyi mlioamini, la takhunu llaha warasula. Tulisema kuna address tano hizi, wamehutubiwa waumini kwenye sura hii ya ayuhal ladhina amanu, enyi waumini, la takhunu llaha warasula, musimukhini Allah na musimukhini mtume yajua wameambiwa, wamtii Allah na wamtii Mtume. Hii wanakatazwa la takhunu llaha warasula, msimuhini, msimfanyie khiana Allah na msimfanyie khiana Mtume wake. Khiana ni kufanya jambo kinyume na ilivyotarajiwa. Unafanya hivyo kwa siri yako mwenyewe, uliaminiwa kwa dhamana fulani lakini ile dhamana ulioaminiwa hukuitendea haki, ndo umefanya khiana. Kama kwa mfano, umetumwa kazi, wewe ni ofisa mapato. Bwana, kuna hela zetu jimbo fulani, kazichukue zilete hapa hazina makao makuu, zama hizo. Sasa wewe unakwenda, umetumwa rasmi kiofisi, lakini ukifika kule unabadilika, ukiona mali unatengeneza mazingira ya kusema hii mali mimi mwenyewe ninaihitaji. Lile ni jukumu lako la kiutendaji kwenye kazi, lakini ukifika sasa, roho inabadilika unasema, hizi mamilioni haya nusu nataka nichukue mimi, lakini nitachukuaje? Inabidi nishirikiane na hawa wenyeji, nifanye na hivi tena. Hapo kila kitu kibaya kitazaliwa, rushwa na mambo mengine ni khiana, unakuwa unafanya. Allah amekataza, yaani maana yake la takhunuu dinakum, musifanyie khiana dini yenu wenyewe. Yani unafanya jambo ukajihisi sionekani, sijulikani, hiyo siri yako ndio khiana. Unafanya jambo kwa siri yako, nasema hili hajui mtu. Kweli mtu atakuwa hajui? Maana wewe bingwa wa kuficha mambo yako watu wasiyajue, lakini je, aliyewaumba watu hakujui? Hapa Allah kasema, la takhunu Allaha, msimfanyie Allah khiana, maana Allah ndo aliyekuleteeni dini. Dini ina amri, ina makatazo, ina sharti zake, ina taratibu zake, ina wajibati zake. anga yoyote ya dini usiifanyie khiana, mwenye dini yupo anakuona. Sasa ukichezea dini, unamfanyia Allah khiana lakini mwalimu mtaalamu aliyeletwa kuifundisha na kuisimamia dini ni huyu Mtume, na yeye usimuone ni binadamu kama mimi, sio kila kitu wanajua, hapa hanioni, hili halijui, ukamfanyia khiana Mtume. Kwa hiyo dini uichukulie kama ilivyo, kwa kiwango cha hali ya juu cha uaminifu, na huyu msimamizi wa dini ambaye kwako kama kiongozi unatakiwa umtii kwenye jambo sawa sawa, anakuona au hakuoni, uonyeshe taa, kwa sababu yuko overall in charge. Allah subhanahu wa ta'ala ana monitor kila kitu. Kwa hiyo si busara kusema hapa sionekani, sijulikani, ukafanya utakavyo. Wallahi, unaonekana na unajulikana. Ili linakataliwa, la takhunu dinakum wa rasulakum Dini yenu musiifanyie khiana, kuweni waumini kweli kwenye dini na mtume wenu musimfanyie khiana, mumtii kwa sababu yeye ndiye kiongozi wenu. Mnafanya khiana gani kwa mtume? Bi itla'il mushrikina ala asraril mu'minin, katika dini na kwenye upande wa toa ya mtume ni kosa kwa muumini yoyote, bi itla'il mushrikina kuwajulisha washirikina ala asrari almu'minin, siri za ndani za waumini. Yaani waumini wakati huu wako Madina, ni kama dola, kama serikali, wana mikakati yao, taratibu zao za ndani. Wewe uliyetoka huku ndani kwenye dola ya Kiislamu, ukatumwa majukumu yako ya kikazi, ukenda sehemu nje ya serikali, nje ya dola, nje ya jamii ya waumini usende ukabadilika ukatoa mambo yanayowahusu waumini huku ulikotumwa, kwa faida ya wale ambao ni maadui wa waumini huko ulikotumwa, ulikopewa jukumu. Na hiyo pia ni khiana, unatoa siri za ndani, unampa adui. Adui ile siri ulompa kwake, yeye ni mtaji, ni faida, anaitumia dhidi yenu, na wewe umo kuwa mwaminifu. Maana yake watakhunu amanatikum, kwa mtindo huo huo wa kufanya khiana, msizifanyie khiana amana zenu. Unapoteuliwa kazi, umeaminiwa. Kwa hiyo, na wewe ujiaminishe. Umepewa jukumu la kiutendaji, litendee haki jukumu lako, uwe mwaminifu. Amana uliopewa usiifanyie khiana, yani maatamanakum alaihi au matuminakum ma alaihi min atakalifi sharaia, musiyafanyie khiana yale majukumu ya kiutendaji ambayo mumeaminiwa kwenye majukumu hayo, katika majukumu ya kisheria kaqaulihi, kama kauli yake Allah aliyosema, inna aradna lamanata ala lsamawati walardi waljibali ili suala la amana ni jambo nyeti. Tuliitembeza amana yetu, tukazipa mbingu amana, tukaipa ardhi amana, tukaipa milima amana. Aradna alamana, tumewakabidhi tumekabidhi, tumetembeza bimana, tuna kitu chetu hichi kifanyie kazi ala samawati mbingu zimepewa amana, wal ardi na ardi imepewa amana, wal jibali na majabali yamepewa amana. Havikuumbwa bure, hivi vitu vina malengo ya kuumbwa kwake, navyo vimepangiwa majukumu ya kutekeleza. faabaina an yahmil faabaina an yahmilnaha, viumbe hivyo vimekataa kuibeba amana. Aya hii inachanganya, inachanganya, inachanganya, ngumu watu kuielewa, lakini nisikilizeni vizuri. Kwa kadiri ninavyoielewa mimi, Allah anasema ana amana yake. Hata sisi kwenye majukumu yetu mbalimbali tunaaminiwa, weye mshika fedha, weye mtu wa hisabu wewe kazi yako ni mahusiano ya kimataifa, wewe utatusimamia jukumu la kilimo, wewe kazi yako ni uchumi na biashara. Yaani, kiongozi ka delegate power, katengeneza wizara, akaajiri mawaziri wazisimamie zile wizara, kwa muktadha wa mambo mbalimbali, mbali ya haja ya jamii yetu kwa ujumla, watu wetu wanufaiki Asa, wewe umepewa amana hiyo, uwaziri, ukurugenzi, uhasibu, nini, tumekuamini kukupa dhamana hii. Sasa Allah, nayemuumba kaumba viumbe vyake, kila alichokiumba kakipa majukumu yake, kakiumba kwa malengo. Kwa hiyo yale malengo ambayo kila kilichoumbwa kimepewa ndo amana. Kwa hiyo, mbingu kuna amana imepewa majukumu yako ni haya na haya na haya na haya. Ardhi kuna malengo yake, majukumu yake imepewa, wewe kazi zako ni hizi na hizi na hizi na hizi. Milima nayo na imeumbwa kwa sababu maalum, ina malengo yake ya kuumbwa, imekabidhiwa milima majukumu. Allah akasema viumbe hivi, mbingu, ardhi na milima, faabaina an yahmilnaha, vimeogopa kuibeba amana abaina sio imekataa kukubali agizo a abaina an yahmilnaha, viumbe hivi vimekataa kuibeba ile amana, vimekataa kuibeba amana. Wa ashfaqna minha, na vimeogopa kufanya kosa hilo. Kupewa amana ukaibeba, ni kosa lina gharama, kwa viumbe hivi vikubwa kuliko nyinyi vimepewa majukumu, vimeogopa kuyatelekeza majukumu hayo. Kwa sababu kilugha, wanatuambia watu wa mashekhe, lil amanati halani, amana yoyote anayoaminiwa, mwenye kuaminiwa nayo, amana ile inakuwa ina hali mbili tu, hakuna la tatu, hamluha au adauha amana ikiwekwa pahala kwa aliyeaminiwa, atafanya moja kati ya mambo mawili: hamluha, ataibeba au adauha, au ataitekeleza amana. Yote ile, utaibeba au utaitekeleza. Sasa hivi vitu hivi vimekataa kuibeba, kwa sababu kuibeba amana ni kosa. Kwa hiyo vimekubali kuitekeleza amana kila kimoja katika mbingu, ardhi, milima, majukumu vilivyopangiwa vinayatendea vina ya haki. Ardhi hata kilima kafiri, ardhi inamjua mtu kafiri, inamjua mtu dhalimu, lakini si majukumu yake kusema ya muadhibu dhalimu au kafiri. Kafiri akiweka mbegu inakuja, muumini akiweka mbegu inakuja, ndo kazi yake. Kafiri akitumbukizwa mno ndani ya ardhi itampokea. Muumini akitumbukizwa humo kisha kufa inampokea. Ndo majukumu yake na mengi katika ma, ma, makusudio yake.